Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. It's your girl Franciscar here. If you have not subscribed to my YouTube channel, subscribe, like, share and comment. So guys, kuna hii story bado nilikuwa na watch kwa AfriMax. So guys, the story is thought so touching guys. Ili i, ni ya madam wa kutoka Tanzania guys. Huyu madam guys ako na nini beard, sako na ndevu guys. So story yake ako rejected by men. Because, kwa sababu ya ndevu zake anasema, at first time alikuwa nanyoa nini hivyo, akakuwa nanyoa bado zinamea hivyo, lakini kafika mahali akasema wacha tu achane nazo. So saizi ana feel proud kwa sababu ya kuwa na hizo ndevu zake, na anyoi saizi tena, so ako nazo. So guys, let hear a story. Jina yangu naitwa Elisi Mkelebe. Ni mzalia wa wilaya ya Mleba. Ninaishi Mleba. Hapa naishi na nani wewe? Okay. Hapa naishi na mdogo wangu na mwanangu pia. Ni mwanao ana umri wa miaka mingapi? Miaka kumi na nne. Miaka kumi na nne. Ni wa kike. anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline. Jacqueline. Mm. Okay. Vipi kuhusu wazazi wako? Wazazi wangu yupo baba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 ni changamoto. Wengine wanawafata marafiki zangu mpaka wanawaulizia kwamba huyu mwenzenu si ana jinsia mbili, na wao wanadhibitisha kwamba hapana, ni mwanamke, yaani mtu mwingine aamini kabisa. Kwa hiyo hizo ndo changamoto. Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote, nataka nipambane na maisha yangu ili nikamilishe malengo yangu ambayo na nayab... nimeyapanga. So, guys about that story, for me, the, loss, the lesson I have learnt about that story is yani, appreciate who you have, yani usikuwe pushed by someone. Unaona kama yeye alikuwa so pushed because ya biad zake ananyoa, lakini kafika mahali akajikubali. Sahizi ako single na ako happy akiwa na mtoto wake. Guys, so, jikubali vile uko.